katika mlolongo wa nyota kumi na mbili za zodiaki. Leo punda, utajikuta ukiwa na nguvu kubwa ya kujitolea katika kazi zako. Mvuto wa mazi katika anga yako unakufanya kuwa na nguvu ya ziada ya kuhimili changamoto katika kazi siku hii ya leo. Hii ni siku nzuri ya kuchukua hatua kubwa katika kazi zako. Fanya kazi kwa bidii na uonyeshe uwezo wako wa kufanya maamuzi muhimu. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo leo unahitaji kuwa mkweli kwa mpenzi wako kuhusu hisia zako. Ikiwa uko singo, kuna nafasi ya kukutana na mtu ambaye ana sifa zinazofanana na zako. Upande wa kifedha siku hii ya leo, leo unahitaji kuwa makini na matumizi yako. Hakikisha unafanya maamuzi ya kifedha kwa umakini na kuchunguza fursa zinazokuzunguka. Upande wa kiafya siku hii ya leo, hakikisha unapata muda wa kupumzika na kufanya mazoezi ya mwili ili kuimarisha afya yako.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 Leo ni siku nzuri ya kujadili mambo muhimu na mpenzi wako ili kuleta uhusiano wako karibu zaidi. Upande wa kifedha siku hii ya leo, hakikisha unafanya maamuzi sahihi katika masuala ya kifedha. Leo sikurupuke kwenye masuala ya fedha, bali tafuta ushauri wa wataalamu. Upande wa kiafya siku hii ya leo, leo ni siku ya kupumzika na kutunza afya yako. Mazoezi ya mwili yatakusaidia kuwa na nguvu na kuboresha hali yako ya kiafya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 leo kuna nafasi nzuri ya kuimarisha uhusiano wako. Tafadhali shirikiana na mpenzi wako kuhusu malengo yenu ya baadaye. Upande wa kifedha siku hii ya leo, leo ni siku ya kuchukua hatua za kimkakati. Hakikisha unachukua muda kufanya tathmini ya kifedha kabla ya kuchukua hatua yoyote kubwa. Upande wa kiafya siku hii ya leo, fanya mazoezi ya kupunguza mfadhaiko ili kujitengeneza kiakili na kimwili. Rangi ya bahati ni bluu. Nambari ya bahati ni sita.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 Katika kazi siku hii ya leo leo, utajikuta ukiwa na uwezo wa kuongoza na kutatua changamoto nyingi katika kazi yako. Hii ni siku nzuri ya kuchukua hatua muhimu katika maendeleo yako ya kazi. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo leo, ni siku nzuri ya kuwa na mazungumzo ya wazi na ya kujenga. Ikiwa uko single, kuna nafasi nzuri ya kukutana na mtu mpya. Upande wa kifedha siku hii ya leo leo, ni siku nzuri ya kufanya maamuzi sahihi kuhusu uwekezaji wako upande wa kiafya, siku hii ya leo tafuta muda wa kupumzika na kujali afya yako kwa kufanya mazoezi ya mwili. Rangi ya bahati ni zahabu, nambari ya bahati ni moja, mafusho ni ravenda, manukato ni sandalwood. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa moja kamili usiku hadi saa tatu kamili usiku. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya mshale na nyota ya punda Tukiangazia nyota ya Mashuke, hii ni nyota ya watu waliozaliwa wa Agosti 23 hadi Septemba 22. kumbuka hii ni nyota ya sita katika mlolongo wa nyota 12 za zodiaki. Leo Mashuke ni siku nzuri ya kutafakari na kubuni mipango yako ya baadaye. Uwepo wa Mercury utakusaidia kutoa maoni bora na kujenga mikakati ya muda mrefu katika kazi. Siku hii ya leo, leo ni siku nzuri ya kujizatiti na kuchukua hatua mpya katika miradi yako. Hakikisha unachukua nafasi ya kuonyesha uwezo wako katika kufanya maamuzi ya kimkakati. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, leo ni siku nzuri ya kueleza hisia zako kwa mpenzi wako. Ikiwa uko single, unaweza kukutana na mtu anayekuvutia. Upande wa kifedha siku hii ya leo, leo unahitaji kuwa na umakini mkubwa katika masuala ya kifedha. Tasmini fursa za kifedha kabla ya kuchukua hatua kubwa. Upande wa kiafya siku hii ya leo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 bali zishughulikie kwa ustadi. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, leo ni siku ya kupokea mapenzi makubwa kutoka kwa mpenzi wako. Ikiwa uko single, uwezekano wa kuanza uhusiano mpya upo. Upande wa kifedha siku hii ya leo, leo unapaswa kuwa makini na matumizi yako ya kifedha, fikiria kabla ya kuchukua hatua yoyote. Upande wa kiafya siku hii ya leo, mazoezi ya mwili yatasaidia kupunguza mfadhaiko na kuboresha afya yako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 katika mlolongo wa nyota kumi na mbili za zodiaki. Leo nge utakutana na changamoto ambazo zitahitaji umakini wa kipekee katika kazi zako. Uwepo wa sayari ya Mars utaleta nguvu ya kupambana na kushinda vikwazo katika kazi. Siku hii ya leo utahitaji kuwa makini na ufanisi wa kila hatua. Hakikisha unafikiria kwa undani kabla ya kuchukua maamuzi makubwa. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, Leo kuna nafasi nzuri ya kujenga mazungumzo ya kweli na kumaliza matatizo yaliyokuwepo. Ikiwa uko single, ni wakati mzuri wa kuanzisha uhusiano mpya. Upande wa kifedha siku hii ya leo, leo unahitaji kuwa na umakini kuhusu matumizi yako ya kifedha. Tafuta fursa zinazoweza kuleta faida kubwa baadaye. Upande wa kiafya siku hii ya leo, hakikisha unafanya mazoezi ya mwili ili kuboresha afya yako na kupunguza mfadhaiko. Rangi ya bahati ni zambarau,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 leo ni siku nzuri ya kushirikiana na mpenzi wako na kujenga zaidi uhusiano wenu. Ikiwa uko singo, kuna nafasi ya kukutana na mtu mpya. Upande wa kifedha siku hii ya leo, hakikisha unafanya maamuzi ya kifedha kwa busara. Leo fedha zitakuwa na mabadiliko kidogo, hivyo ni muhimu kuwa makini. Upande wa kiafya siku hii ya leo, leo inashauriwa kufanya mazoezi ya kupunguza mfadhaiko na kutunza mwili wako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 Kumbuka, hii ni nyota ya kumi katika mlolongo wa nyota kumi na mbili za zodiaki. Leo mbuzi, utajikuta ukiwa na mabadiliko makubwa katika nyanja ya kifamilia na kazi. Hii ni siku nzuri ya kutathmini na kuweka mipango yako ya baadaye. Katika kazi siku hii ya leo, leo ni siku nzuri ya kuchukua hatua kubwa katika kazi yako. Hakikisha unafanya maamuzi sahihi na kuwa makini na jinsi unavyoshirikiana na wenzako. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo leo ni wakati mzuri wa kujenga mazungumzo ya wazi na kuelewa hisia za mpenzi wako. Upande wa kifedha siku hii ya leo, leo katika masuala ya kifedha hakikisha unazingatia ushauri wa wataalamu. Zingatia mipango ya baadaye ili kuepuka changamoto za kifedha. Upande wa kiafya siku hii ya leo, leo ni siku ya kutunza afya yako kwa mazoezi ya mwili na kula vizuri. Rangi ya bahati ni giza la kijani ama dark green. Nambari ya bahati ni nne.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 Leo ndo ni siku nzuri ya kuchukua hatua katika masuala ya kifamilia na kijamii. Uwepo wa Uranus unaleta nafasi mpya za mabadiliko katika maisha yako. Katika kazi siku hii ya leo, leo ni siku nzuri ya kufanya mabadiliko na kuzingatia mipango yako ya baadaye. Hakikisha unashirikiana na timu yako ili kufikia malengo yako. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, leo ni wakati mzuri wa kuimarisha uhusiano wako na mpenzi wako. Ikiwa uko single, kuna nafasi nzuri ya kuanzisha uhusiano mpya. Upande wa kifedha siku hii ya leo, leo unahitaji kuwa makini na matumizi yako. Tafuta njia bora za kuboresha hali yako ya kifedha. Upande wa kiafya siku hii ya leo, hakikisha unapata muda wa kupumzika na kutunza afya yako. Rangi ya bahati ni shaba, nambari ya bahati ni saba, mafusho ni peppermint, manukato ni muski. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 8 kamili mchana hadi saa kumi kamili jioni. Je, ushirikiani na nani? nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya mapacha na nyota ya mizani. Tukiangazia nyota ya samaki, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Februari 19 hadi Machi 20. Kumbuka, hii ni nyota ya 12 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiak. Leo samaki, ni siku nzuri ya kujenga mazungumzo ya wazi na mpenzi wako na kujitolea kwa familia yako. Uwepo wa Neptune utakufanya kuwa na maono ya kipekee katika kazi siku hii ya leo leo. Hakikisha unachukua hatua zinazofaa katika kazi zako. Kama unafanya kazi kama timu, jitahidi kuwa mwezeshaji mzuri ili kufikia malengo yenu. Upande wa kimapenzi, siku hii ya leo leo ni siku nzuri ya kushirikiana na mpenzi wako ili kuimarisha uhusiano. Ikiwa uko single, ni wakati mzuri wa kukutana na mtu mpya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 Asante na kwa heri bye bye.